Baba yangu mwanao, umeniacha duniani lakini umeniachia mzigo mkubwa sana wa adhabu ya dunia. Najitahidi kupambana na maisha lakini kila ninachofanya ni kigumu. Kadri ninavyozidi kupambana, ndo mitihani inavyozidi kunikuta. Kila kitu ninachokifanya, bado matatizo yanazidi. Kila ninachojaribu kukifanya, bado matatizo yananiandama. Imefikia wakati mpaka dogo zangu za pia ananitenga, mpaka kaka na ndugu ambao anawategemea leo hii mimi ndo ananiona kama mbaya kwao. Kuna haja gani na kuendelea kuishi katika dunia ya mateso? Kama kuna kitu nilikukosea baba wangu, basi nakuomba nisamehe. <coughs>